tu vijana, ajira, tunahitaji more innovations kwenye mambo yetu ya afya, kwenye mambo ya maji. Wewe karibu na vijana, unajua eh, vijana sasa hivi wengi wameamka. Yani utofauti wetu sisi Gen Z ni tofauti wa watu wa miaka hiyo. Tunaenda kwenye ofisi za kiserikali, tunataka huduma, huduma zinakuwa tabu, tunaonekana kama sisi ni wahuni, tunaonekana kama watu ambao watu ambao ni wa, wa, wenye mihemko. Uh, of course, sisi kama vijana tumepokea vizuri maana kiukweli sasa fursa za ajira zimekuwa ni chache. Wizara ya maendeleo ya vijana, wizara mpya chini ya kijana mpya kwenye siasa jweli na nauka, ni wizara inayohitaji mawazo mapya kila uchao. Ni wizara ambayo inaenda kasi sana na maendeleo ya sayansi na teknolojia mpya, wao wenyewe wakiibatiza jina kuwa ni wizara ya Gen Z. Ni wizara ambayo kwa hakika ndiyo iliyobeba nguvu kazi ya taifa, lakini yenye changamoto chungu tele, mahitaji mengi mithili ya mchanga wa baharini. Ni wizara inayoshughulika na vijana wenye kariba tofauti tofauti, ikiwamo wasomi na hata wasio, lakini kama ni wasomi basi wale ambao wengi wao bado ni wachanga katika taaluma zao. Hii ni wizara ambayo inahitaji kuwa na masikio sana, kutenda sana na kupunguza maneno mengi, kwani vijana wengi wanahitaji matokeo halisi na utatuzi wa changamoto lukuki zinazowakabili. Ukiangalia okay, kwenye mifumo ya ajira unaweza ukawapa, watu ukawatengenezea watu kitu, aidha ukaanzisha programu ambazo zitakuwa zinasaidia vijana kupata ajira. Um, ukiangalia sana sana kama kwa nchi zilizoendelea, yani kwa elimu yetu, wengi sisi sio elimu ya vitendo, ni elimu ambayo inataka tukae ofisini. Lakini kama kuna wizara mpya imeanzishwa, ni bora ikaja na vitu ambavyo itasaidia vijana kuweza kujiajiri na sio kusoma elimu ya kuandika tu. Kikubwa tu viongozi wetu wa karibu na vijana, unajua eh? Vijana sasa hivi wengi wameamka yani, utofauti wetu sisi Gen Z ni tofauti na watu wa miaka hiyo. Kwa watu watu wamesoma wa, wa, wa watu, watu wa wanakuwa wanajua vitu vingi. Kwa hiyo serikali isijifiche, iwa face vijana waongee nao, wajue watu wanapitia nini, kwa watu wengine walimaliza bio mwaka elfu moja na huko, hawajapata ajira. Kwa hiyo mtu anakuja akija, kuna masuala kama hayo, anapata uchungu yani, kwamba mimi nimesoma miaka yangu yote mitatu minne, sijapata chochote, nipo tu nyumbani na saa nyingine wazazi wanatusomesha si serikali ijue jinsi ya kutusaidia sisi vijana, hivyo ituangalie kwa majicho ya pili. Jamani, maisha ni magumu mtaani na ajira zimekuwa ngumu yani, sengeni, chali hapo watu, watu, kutafutia sisi ajira tusikaa hivi tunavyokaa hivi, ndio tunapata miamko ya kufanya vitu ambavyo havipo. Sawa, zamani ilikuwa vijana walikuwa hatusikilizwi, yani tunaonekana ni vijana ambao hatueleweki. Sisi tuna michango mingi sana, tunahitaji kuchangia taifa letu, tunahitaji mikopo. Tukiomba mikopo, mikopo tunacheleweshwa. Wizara eh, hatuna ya kuzungumzia, lakini sasa hivi tuna wizara ya vijana. Basi sisi tutasikiliza na kama hivi leo tumekuja kufanya, kucheza ni vijana wengi tumejaa humu, wazee wachache kuliko vijana. Pendekezo langu kwa wizara kwamba itenezwe support kwa, ambao wana, kwa sababu, watu ambao wanawana ubunifu, watu wengi wana ubunifu lakini hawapati platform ya kwenda kuonesha hizo au kushowcase ubunifu wao. Pendekezo langu kwamba itenezwe tume ambayo itakuwa inaweza ku fanya support ya mtu ambaye anakuwa na mawazo kama au taasisi ambazo zitakuja na solution ambazo zisije jamii. Tafakuri kuu kwa vijana wengi ambao wanafurahia kupata wizara mpya inayoshughulika na maendeleo yao. Je, ni wizara hii mpya itakuja na mambo gani mapya kwa vijana? Je, itakuwa marubaini wa changamoto chungu tele zinazoandama mithili ya ndoto ya kutisha? Na je, manufaa yake ni yapi hasa? Karibu sana kwenye makala hii ambayo mahususi kabisa inajikita kuangazia manufaa yatakayopatikana kwa vijana baada ya kuundwa kwa wizara mpya ya maendeleo ya vijana. Mwandaji wa makala haya ni mimi Godson Bilinyi. Tafadhali na kusii fuatana nami mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Of course sisi kama vijana tumepokea vizuri maana kiukweli sasa hivi fursa za ajira zimekuwa ni chache na, na ni ndogo mno kupata ajira sasa hivi ni kazi sana. Kwa hiyo sisi tumepokea vizuri. Ya, yeah, na tunashukuru serikali kama wizara ambayo tunashukuru taifa letu limeona kwamba vijana wanahitaji. Kwa kipindi hiki inaweza kusaidia kwa kuwapa more hands on practice vijana, kwa wafanyie kazi kile ambacho wanakisoma na wabobee wa maeneo hayo. Ufasara vijana nimempenda kwa sababu ndio sisi mm -hmm. Na tunataka nchi yetu iendelee vizuri na hizo ufasara vijana ipo. Haya ni matumaini na matarajio ya vijana ambao mara zote kundi hili huimbwa na viongozi wa serikali na wanasiasa kuwa wao ndio nguvu kazi ya taifa. Katika sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 katika mkakati wa utekelezaji wake wa kuanzia mwaka 2024 mpaka mwaka 2034, kurasa wa nne wa sera hiyo inaeleza kuwa kuna uhaba wa miundombinu na fursa za uendelezaji wa masuala ya uvumbuzi na ubunifu kwa vijana nchini. Takwimu zinaonyesha kwamba kuna jumla ya vituo vya ubunifu na atamizi 40 tu nchi nzima ambavyo vipo katika mikoa mbalimbali, ambapo nusu yake vipo mkoa wa Dar es Salaam. Mikoa mingine yenye vituo atamizi ni Mwanza vituo vitatu, Mbeya viwili, Dodoma kimoja, Lindi kimoja, Mtwara kimoja, Iringa vinne, Arusha sita na Kilimanjaro viwili. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa ni mikoa tisa pekee kati ya 26 ndiyo yenye vituo vya ubunifu na atamizi. Sera hiyo ya maendeleo ya vijana inatoa takwimu kuwa kwa mjibu wa utafiti wa nguvu kazi ILFS, utafiti ambao ulifanywa mwaka 2021, Tanzania ilikuwa na nguvu kazi ya watu wapatao milioni 25,861,023, ambapo kati ya nguvu kazi hiyo vijana ni milioni 14,219,191 laki sawa na asilimia 55.6 ya nguvu kazi hiyo. Katika mgawanyo wa nguvu kazi hiyo vijana milioni 6 laki tisa 50,530 ni wa kiume na milioni 7,268,661 ni wa kike. Kati ya nguvu kazi ya vijana milioni 12,486,683 yani, wanaume milioni 6,389,031 na, na wanawake milioni 6,997,652 sawa na asilimia 87.8 wameajiriwa, huku vijana milioni 1,732,509 ambapo wanaume ni laki tano sitini na moja elfu na mia tano na wanawake ni milioni moja laki moja sabini na moja na tisa hawana ajira. Hata hivyo, katika hali ya kusikitisha, utafiti wa ilofs inaonyesha kuwa kiwango cha ushiriki wa vijana katika nguvu kazi kimepungua kutoka asilimia themanini na nne nukta tano mwaka elfu mbili na kumi na nne hadi asilimia themanini nukta tatu mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Utafiti huo unaenda mbali zaidi ukionyesha kuwa ushiriki wa nguvu kazi wa vijana vijana katika maeneo ya vijijini ni asilimia 83.0 na 75.2 katika maeneo ya mijini. Tafakuri ya nini kimepelekea hasa vijana kujiweka kando katika ushiriki wa nguvu kazi inaelezwa na Moses Ismail, mhadhiri mwandamizi na mratibu wa shughuli za ubunifu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kizungumzia ambacho unafikiri intuitively kinaweza ikawa kimesababisha ni ile migration, vijana wameenda kujikita zaidi kwenye maeneo ambayo haya demonstrate ile power yao ya kufu fanya kazi ile contribution yao kwenye uchumi wa nchi yakawa yanawaficha zaidi, wakafanya kazi ambazo hazionekani. Kwa hiyo ili warudi wafanye kazi zinazoonekana ndio hizo, inabidi tuweke mazingira mazuri ya vijana kushiriki kwenye kilimo vijijini, kama tunatengeneza skimu za umwagiliaji, skimu za uwezeshaji, skimu za uwezeshaji wa vijana kiteknolojia, waweze kulima kisasa e, kama ni manispaa wanunue pembejeo, waweze kuwekeza kwa vijana, lakini hizo ziratibiwe vizuri ili ziweze kuleta impact kwa vijana moja kwa moja. Hayo ni mazingira ambayo wanatakiwa yatengenezwe na aka. Okay, tukitengeneza mazingira kama hayo tutawarudisha vijana kutoka mijini, kuwa overcrowded mijini, kwenda vijijini kwa ajili sasa ya kuteka advantage ya mazingira yaliyotengenezwa. Tathmini hii bila shaka inaeleza ni wapi hasa waziri wa wizara hii mpya anapaswa kuanzia ili kuongeza ari na morali kwa vijana, ili kuhakikisha kuwa wanatoa nguvu yao, akili zao, maarifa na ujuzi wao katika kushiriki kikamilifu kwenye nguvu kazi ya taifa. Waswahili wanasema kuwa ukihitajika basi utaitwa. Huu ndio muda ambao bila shaka vijana wamehitajika na wameitwa. Je, wako tayari kuitika? Kama itaanza katika ngazi ndogo ya vijana, itasaidia sana taifa letu. Sisi ndio nguvu kazi na sisi ndio taifa letu, linaanzia leo mpaka kesho. Kwa hao hawa ambao hawajasoma, haimaanishi kwamba hajui kitu na wala haoni changamoto ambazo zipo kwenye society yake. Kwa kikubwa ni kuwaonesha kwamba unaanzia pale ulipo, kwa kuna elimu ambazo watu watapewa. Kuna mwingine hajui kusoma, lakini anajua kutengeneza gari. Kuna mwingine hajui kusoma, lakini anaweza kutengeneza kitu fulani. Kwa sio kwamba hawajui kila kitu tu, ila ni kuwezeshwa tu, ya kwa kupewa funds, kwa kupewa trainings na vitu kadhalika utakubali kuwa ukiwasikiliza walengwa wenyewe ambao ni vijana wako tayari kuitika baada ya kuitwa. Je, waziri mwenye dhamana anatambua changamoto kuu za vijana na mikakati yake ikoje kuhakikisha kuwa vijana wanahudumiwa na kujumuishwa kwenye masuala muhimu ya nchi hasa ya kiuchumi? Joeli Nanauka. Waziri mwenye dhamana anaeleza mikakati madhubuti ya kukata kiu ya vijana. viongozi wenu, katika wizara tumeamua kuja na falsafa kubwa tatu falsafa ya kwanza inaitwa kasi kufanya mambo kwa kasi falsafa falsafa ya pili ni ni kufikika na falsafa ya tatu ni teknolojia katika eneo la kasi tumekubaliana kuwa vijana hawataki kucheleweshewa mambo yao tunaishi katika ulimwengu wa kasi na wanatamani vijana wanapohitaji mambo yao basi yasiwe na sababu ya kucheleweshwa kama anaweza kuharakishwa nimetoa maelekezo kwa viongozi wa serikali kila nilipopita kwamba masuala yanayohusiana maendeleo ya vijana yatekelezwe kwa kasi kubwa sana. Kama jambo haliwezekani kwa wakati huo, ni vyema tukawa wazi na kueleza vijana kwamba jambo hili haliwezekani kuliko kuwapa hadi za uongo ambazo baadaye zinawatengenezea chuki na kuona kama vile hatuwajali katika masuala yao. Na hapa naomba nitoe mfano. Kama kuna vijana wanaomba mkopo katika halmashauri zetu na kwa namna moja au nyingine hawana maarifa na ujuzi wa kuandika katiba, wa kuandika miongozo inayotakiwa, uchambuzi wa kibiashara unaotakiwa, ni wajibu wa mtumishi wa serikali kumwelekeza namna anayotakiwa kufanya, kuandika hiyo katiba na mchanganuo unaotakiwa. Kazi yetu sisi kama viongozi wa serikali sio kuambia kitu akiwezekani ni kuwaonyesha namna gani kitu kinaweza kuwezekana. Ni dhahiri kuwa ili taifa lolote duniani liendelee, linahitaji nguvu kazi ya kutosha, na nguvu kazi yenyewe ni vijana. Hata hivyo, kiini cha makala hii nije, ni je, ni manufaa yapi yategemewe na vijana baada ya rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan kuunda wizara mahususi kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Tathmini ambayo ipo ambayo imeshafanyika na wataalam mbalimbali na serikali iligundua baadhi ya changamoto za vijana Mojawapo kama nilivyozungumza, ikiwa ni mitaji e, nyingine ikiwa ni uzoefu. Kwa hiyo sisi tunachofanya, tunaangalia changamoto ambazo zimekuwa identified, alafu tunatengeneza suluhisho la kitu gani kifanyike ili kuondoa changamoto, ili kijana asiwe na changamoto utasia akatwambia nimekosa mtaji kwa sababu sina sina collateral. Sisi ndo tunakuja na na solution. Sasa ili kumuondolea hiyo changamoto, tunafanya nini? Ndio maana tukaja na credit guarantee, e, credit guarantee facility. Kwa hiyo sisi tunachofanya, tunaangalia matatizo upande mmoja tumeweka kolamu ya matatizo na hoja za vijana, upande wa pili tumetengeneza suluhisho. Hatuna mahali pa kusemea, tumekuja na platform. Viongozi tukienda ofisini tunaziona na walinzi, tunaziona na sekretari. Sasa hivi siku chache zijazo mtaona tutazindua, eh, tutazindua, eh, tutazindua eh, program maalum ya kidijitali ambayo kijana atakuwa na chat na waziri, ambayo kijana yoyote mahali popote anaweza kutumia simu yake kunifikia mimi na kufikia watendaji wangu, eh, chat na waziri kwa muda wote anaweza kachati, tukampa proses, akihitaji kitu tunamuunganisha naui, tunamuunganisha. Hiyo yote tunafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana, hakuna kijana anasema kwamba eh, ofisini ni mbali Dodoma au sina nauli ya kwenda ofisini au nimeenda nimeishiwa nauli au nimekuta ofisi imefungwa. Maelezo haya ya waziri Joeli Nanauka yanapigiliwa msumari wa mkazo na Moses Ismail, mhadhiri mwandamizi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambaye anaona uundwaji wa wizara hii ukija na manufaa mengi kwa vijana. Mambo mahususi ya vijana yalikuwa yamewekwa kwenye ngazi nyingi, kwenye maeneo mengi. Utakuta kuna mambo ya vijana yako kwenye wizara hii, mambo ya vijana yako kwenye wizara hii. Kulikuwa kuna wizara ya vijana utamaduni, michezo, sanaa, sijui na vitu gani. Kwa hiyo kulikuwa kuna mgawanyiko wa mambo yanayohusu vijana yanayofanyiwa kazi kwenye ngazi mbalimbali mbali. kwa hiyo kuundwa kwa wizara ya vijana mahususi kwa vijana, ina maana itakuwa, kwa Kiingereza tunasema one stop center, itakuwa ni sehemu moja ambayo mambo mengi ya vijana yanashughulikiwa hasa yale mambo ya vijana yanaweza yakawa bado yanaangukia kwenye ngazi mbalimbali mbali, kwenye maeneo mbalimbali serikalini, lakini wizara ya vijana maana yake inaweza ikaangalia yale mambo kwenye maeneo mbalimbali ambayo yapo na kuyaratibu kwa karibu zaidi na kuhakikisha kwamba kama kuna metrics za utekelezaji, kuna mambo yanayohitaji utekelezaji, kuna mambo yanayohitaji kufanywa kazi kwa haraka, ikayaratibu yafanyie yafanywe kazi kwa haraka. Kwa hiyo kuundwa kwa wizara ya vijana kunafanya hiyo hiyo concept ya one stop center ambao vijana wanaweza wakapata mrejesho vijana wanaweza wakawekewa mikakati, mikakati ile ikashughulikiwa, lakini wizara ikaratibu ikawa kama ni, ni middleman ya kuratibu yale maeneo mbalimbali ambayo yanaathiri vijana kwa, kwa uchanya au kwa uhasi, ikahakikisha kwamba sasa yanafanywa kazi kwenye eneo moja kama Dira ya Maendeleo ya Taifa 2050 inavyoeleza katika ukurasa wake wa 37 na 38, mojawapo ya nguzo za dira hiyo ni kuhakikisha kuwa ifikapo mwaka 2050 Tanzania inakuwa na nguvu kazi yenye ujuzi na Ari. Kwa mujibu wa dira hiyo, kiwango cha ubora wa nguvu kazi ya taifa kwa sasa ni asilimia sifuri nukta tatu tisa tu kwa mujibu wa kipimo cha rasilimali watu, ambacho ni chini ya wastani wa nchi za kusini mwa jango la Sahara cha asilimia sifuri nukta nne. Hii inamaanisha kwamba watoto wanaozaliwa wa leo wataweza kufikia asilimia thelathini na tisa tu kati ya asilimia mia moja ya uwezo wao wa uzalishaji wakiwa watu wazima. Dira elfu mbili na hamsini inaeleza kuwa moja ya changamoto katika nchi ukosefu mkubwa wa ajira miongoni mwa vijana. Dira hiyo inaeleza kuwa kuelekea mwaka 2050 taifa litahitaji nguvu kazi yenye uwezo na ujuzi mseto, ikiwamo uwezo mkubwa wa kufikiri, weledi katika matumizi ya taarifa na kutumia teknolojia za kisasa. Mikakati ya wizara hii mpya ya vijana ya kuhakikisha inazalisha vijana wenye uwezo mzuri wa kufikiri, ujuzi toshelevu na wenye tija kwa familia zao na taifa, weledi wa kutumia taarifa na uwezo mzuri wa kutumia unaelezwa na waziri wa maendeleo ya vijana Joely Nanauka. Napenda kuhakikishia kwamba ofisi ya rais maendeleo ya vijana itaendelea kusimamia sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali ili kuhakikisha kuwa jitihada zote za kitaifa zinaleta mabadiliko chanya na halisi katika maisha ya vijana wa Tanzania. Tunapaswa kutekeleza sera ya taifa ya maendeleo ya vijana kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kama ilivyoainishwa katika mkakati wa utekelezaji wa sera hiyo, na ninaamini sera pamoja na mkakati huu eh tutakuwa tunao au, au kama hatuna basi, ninaagiza katibu mkuu aone namna ya kila mmoja wetu aweze kuijua sera na maeneo yale 13 yanayogusa vijana utekelezaji wake, lakini pia na mkakati wa utekelezaji wa sera ili tuwe tunazungumza lugha moja pia. Lakini pia vile vile ni muhimu tuendelee kuwakumbusha vijana kwamba wao ndio wana wajibu wa kulitumikia taifa lao, na kama kuna mambo yaendi sawa, ni vyema kukaa pamoja na kuyajenga ili kufikia makubaliano ya kuijenga Tanzania yetu, na ndio maana katika ziara yangu za kuwasikiza vijana, nimekuwa nikiwasisitiza na kuwaambia, siendi kuambia mambo yote yako sawa, ila nakwenda kuambia hata yale ambayo hayako sawa, tukikaa chini na kuzungumza. Tunaweza kuyaweka sawa. Kwa mjibu wa dira ya maendeleo ya taifa 2050, serikali inalenga jitihada zake katika kujenga nguvukazi imara bunifu na inayoweza kuhimili mabadiliko na hivyo kuweza kushindana katika soko la ajira la kimataifa ambalo msingi wake ni teknolojia. Bila shaka, serikali kwa kuundwa wizara hii imewalenga mahususi kabisa vijana ili kuchochea fikra chanya na mpya kwa ajili ya maendeleo endelevu ya taifa kwa kuwa hazina kubwa ya ubunifu, maarifa ujuzi na matumizi ya teknolojia ipo ndani ya vijana sana. Ikizidi sana, mwisho huwa mbaya sana. Hapa inatosha. Mungu awabariki wote mliotazama na walifanikisha makala hii. Kwa muda wote umekuwa nami Godson Bilinyi, na hii ni Msasa Media.